Mi nilikuwa nafanya pia, nilifikia mahali nikawa nafanya pia wedding, lakini unfortunately, iko hivi, ukianza na mteja wa bei ndogo, ili utoke huko ukapate mteja wa bei kubwa, utasafa sana. <laughs> sijui inakuwa gani kwa sababu wedding inajiuza kutokana na mteja uliofanya naye kazi eh. Kwa hiyo mi nikikuona ndo mteja ukaambia, bwana, mi harusi yangu nina milioni kumi nikifanya kazi yako ambayo ni worth 10 million ukatoka hapo ukakutana na wadau wenzako wakaona kazi ile, au wadau wenzako na wenyewe ni wa 10 million level, yani hautaenda kukutana ti na watu kuuliza, wa laki mbili sio? Hakuna, watakuuliza bwana hii nani alifanya hii, utanirecommend? Ndio maana market ya ya kwanza ya wedding ilivyo so Ukianza na mteja labda ambaye mwisho wa siku we faida na laki mbili, ujua huyo mteja atakurekomendi kwa mtu mwingine ambaye mwisho wa siku faida faida, kwa hiyo <laughs> <laughs> so, mimi kidogo naeza kusema